Siku nyingine tena tuko na masta Zembwela Zembwe Zembwe yeah. Kwema mkubwa, kwema kabisa, kwema. Unasemaje? Mungu ni mwema muda wote. Tayari sana. Ah, yeah. Unaonaje, unaonaje 2026 kwa mtazamo wako upande wa mambo ya kisanaa? Ah, mimi miaka yote naonaga sanaa ni, ni, ni, ni, ina mwangaza wake tu. Kikubwa ni eh, namna ambavyo wanaofanya sanaa kuweka jitihada kwenye kile ambacho wanachokifanya kwa hiyo aunaga mwaka mbaya. Eh, labda kwenye mavuno okay. eh, Sauti hii tumeimisi sana, labda kwa mashabiki ambao wanakutazama hapa, una nini cha kuambia? Ah, mi nipo nipo naendelea na shughuli eh, zote ambazo zinaniingizia kipato na riziki eh, katika kuendesha maisha. Kwa hiyo ah, naamini bado tuna nafasi eh, ya kuendelea ku patana katika namna iliyokuwepo njema kabisa. Uh, niko na jua kali, uh, niko na tatunzuka, uh, niko na shughuli nyinginezo nyingi ambazo pia, uh, bado zinaendelea kwa ajili ya kuweza kupata kipato. Uh, mwaka 2026 ni mwaka mzuri wa wale ambao wamebahatika kuvuka wakiwa na afya njema lakini pia wale ambao bado wamebahatika e, wakiendelea e, kuenjoi e, katika namna ya uwajibikaji na kujipatia riziki katika namna hiyo. Kwa hiyo mimi naamini uzuri wa mwaka kwanza ni afya. Okay. Ndio mtaji wa masikini a okay. Vingine yeah. Okay. Vinafataga tu. Mimi kwenye mambo ya misemo mimi najua sikukamati kabisa. Yeah. Siku moja nilimsikia 20% akikuzifia anasema kwamba baadhi ya nyimbo nyingi before ya kutoka ilikuwa zinapitia kwako. Ni kweli, ni kweli, hakuwa anadanganya, na si yeye tu isivyokuwa bahati. Mimi si mmoja uh, ya watu ambao wanapenda sana kujizungumzia nini alikifanya kwenye kuweza kufanikisha ya watu wengine, kwa sababu hata mimi hapa nilipofika wapo waliofanya kuweza kufanikisha ya kwangu kufika hapa nilipofika na hawajasema kwa sababu kusaidia ni kama sadaka tu, ambapo sadaka tunaambiwa ikitoa mkono wa kulia wa kushoto usijue. Kwa hiyo si 22 uzuri ni kwamba yeye amekuwa muwazi, uzuri ni kwamba yeye amependa kusema, lakini ni kweli kwa sababu hata uh, nadhani kuna nyimbo ambayo yeye aliitunga na akaimba, alafu mimi nikaipa jina. Kwa hiyo ukimpata, ukimuuliza ni ni wimbo gani ambao uliutunga alafu ukampa nafasi Zembwela achague jina, atakwambia kwani ilikuwa ni nyimbo gani Zembwela? Yeye ni yeah, yeah, nimekupa homweki. Mtafute yeye kwa sababu mtafute yeye kama ambavyo ilivyokuwa ada. Aliwahi kusema e, mimi nimewahi kupitisha nyimbo zake nyingi, basi naamini pia hata ili atakwambia. Na sio twendi tu, wasanii kadhaa wakubwa e, wakati e, walipokuwa wanahitaji msaada um, walinifikia na mimi kwa sababu naamini e, kesho ni fumbo. Nilifanya kwa moyo mmoja, ila Zembwela bwana <mimilisodikywa> kesho ni fumbo. Mimi kwenye misemo waga siongeagi chochote ukiwaga unazungumzaga. Okay, Zembwela unatajwa kama wewe ni miongoni wa watu wenye hekima sana Kuhusiana katika industry nzima hii ya muziki, nadhani unaona kwenye mitandao kinachoendelea e, kuhusiana na afya ya manager Mkubwa Fela. Mimi nafahamu kwamba Mkubwa Fela sio anamjua unamjua juu juu, ni mtu ambaye anamjua ndani zaidi. Labda kwa hizi kauli kauli ambazo zinaendelea, we kama kaka, lakini hekima yako kwenye mambo kama haya, wewe unazungumza kwa upande gani? Wakati swaiba yangu walipotangulia mbele ya haki uh... Niliwahi kufanyiwa interview na Salama Jabel, na moja kati ya vitu ambavyo nilikataa kwa mujibu wa taratibu za kisheria, Aa, kuzungumzia maradhi ya mtu ama afya yake. Mwenye mamlaka wa kufanya hivyo ni mgonjwa mwenyewe ama daktari, lakini apate idhini kutoka kwa mgonjwa. Kwa hiyo mimi nimeshangaa kidogo kuona eh, watu wanazungumzia afya ya mtu, kuona watu wanazungumzia mazingira yake, kuona watu wana, wana wa, wa, wameamua tutumie neno kuanika, kuanika yake ya ndani na eh, yanayofanana kama hivyo. Mimi nimeogopa kwa sababu yapo ambayo mimi nayajua, eh, yamefanyika na hayakusemwa na mimi si msemaji wa hayo, na sidhani kama mimi ni mtu sahihi sana kuzungumzia afya ya Fela ama nini anapaswa kufanyiwa ama nini hapaswi kufanyiwa, lakini waliofanya hivyo, kama wanahisi ni busara na ni sahihi mimi ni waache tu kwa sababu kila mmoja anamwamini Mungu wake, ila kwa ninachokiamini mimi si sawa kuzungumzia afya mtu, mapungufu, shida zake na hata mafanikio. Wakati mwingine kama hajakupa ruhusa kuzungumzia mafanikio yake usifanye hivyo. Kwa hiyo mimi siko tayari uh, kuzungumzia lolote linalomhusu kaka yangu Said Fela hivyo okay. Unadhani labda huu ubaya wa watu wanaozungumza kifano kifano, kama kwenye exclusive ya mmoja msanii alisikika akitoa maneno ambayo si rafiki, labda katika hili una rai gani kuambia wasanii wa design hii? Ukiwa unaoga mtoni, alafu nguo zako umeziweka ng'ambo ya mto na ni kawaida yako, ukimaliza kuoga unatoka unachukua nguo unavaa na kuendelea na shughuli zako, hafla akapita mgonjwa wa akili, mwenda wazimu akabeba nguo zako na kukimbia nazo Busara inakutaka ufanye mambo mawili: ubaki kwenye maji yatakusitiri utupu wako, ama usubiri apite mtu mtoni, umuombe akupe nguo za kuhifadhi utupu wako. Lakini ikitokea ukatoka kwenye maji ili kumkimbiza mwenda wazimu, kwa sababu amechukua nguo zako, na yeye amevaa nguo, huku ameshika nguo zako anakimbia na, na wewe ukiwa mtupu, utakuwa mwenda wazimu. Siko tayari kwa mwenda wazimu, itabaki kwenye maji. Okay. So kwa kumalizia tu industry sasa hivi inakuona ukiwa unafanya maigizo na yanaruka katika sehemu mbalimbali kubwa sana. Uh, wewe tunajua kwamba kwenye kile kipindi ambacho kua kinaruka ITV Jumapili, eh, Mizengwe, wewe ulikuwa ni mtu ambaye alikuwa unaigiza sana, lakini baada ya kuondoka pale tulitarajia labda pengine Mizengo itakufa lakini haikufa mpaka leo tunaiona. Labda utuambie sababu ya kuingia kwenye uigizaji huu na sio uchekeshaji kama kipindi kile kwenye Mizengo. Kwanza nikupe siri, niliwaambia vijana wangu wakati naondoka, misingi ninayowaachia mkiifuata, Mizengo haitokufa. Sanaa ina misingi yake na moja kati ya misingi hiyo ni kuiheshimu kama kazi, ni kutokuhisi kwamba wewe umefika top, na kutokuamini kwamba wewe ni bora kuliko msanii mwingine yeyote, na hivyo misingi mingine kadha wa kadha, ambayo ukiifuata utadumu kwenye sanaa kwa heshima kwa miaka yote ambayo umeianza na mpaka utakapoendelea, ndio maana unamuona uh, uh, uh, AY ameendelea kubakia na heshima, unamuona uh, uh, uh, uh, uh, uh, mwanafei mpaka ameteuliwa kwenye nafasi za kiserikali. Sanaa ina misingi, ni kama mavazi tu, uwezi ukaanza suruali afu kafatia kufuri Yaani lazima uwanze kufuli alafu ndio ifatie suruali. Kwa hiyo ukipata hiyo misingi, ni wazi kwamba utaendelea kusimama katika eneo lako hilo la kwanza. La pili uh, <laughs> Mwenyezi Mungu anapomtengeneza mtu yeye ndio huwa anajaza vipaji ndani yake talanta. Uh, mimi naamini Mwenyezi Mungu ameweka vipaji vingi sana ndani yangu, na ndiyo maana ninaofu naye kwa sababu yeye ndio amenitengeneza mimi, na huenda vipo vingine vingi, havijapata muda tu na nafasi ya kuweza kuonyeshwa. Kwa hiyo nimefanya komedi mimi, nilikuwa nazunguka makomediani wengi, unaoona nimezunguka nchi hii kuwatafuta, na wanafanya vizuri, nilikuwa kwenye meza ya kuwapitisha na kuwapinga, lakini pia sasa nafanya tamthilia. Ya, hii ni ya pili niwahi kujaribu. Eh, nilishawishiwa na JB nikafanya nikiwa naitwa Beka nadhani, eh, kwenye aikufuma na sasa niko kwenye jua kali kwa Lamata, nadhani ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Sipo yeah. Na mnashukuru sana. Na mimi nikushukuru pia asante sana. Asante. Shukrani.